Mambo vipi? Hii hapa ni Brain Ujazo Podcast, na hii hapa ni session ya kupendwa kabisa ya Afya Cast, na leo kwenye Afya Cast episodi ya tisa, kuna mtu kaniuliza swali katika mada yetu hii ya afya ya uzazi kwa wanawake, lakini yeye kauliza in general, yani kwa upande wa wanawake na wanaume. Ameniuliza kwamba bwana, fanya mapenzi kila siku kuna athari gani au kuna madhara gani? Kutokana na vitabu ambavyo tunasoma, kutokana na masuala ya afya ambayo tunasoma na mafunzo tofauti tofauti, naweza kumjibu kama ifuatavyo: fanya mapenzi kila siku, hakuna madhara yoyote, na hakuna shida yoyote, na hakuna limiti kwamba eti bwana fanya hadi muda fulani. Hapana, ila inategemea na afya yako iko vipi, hali yako ya kimwili. Umeona hali yako ya kimwili iko vipi. Kwa hiyo unaweza ukawa unataka labda kufanya kitu fulani, lakini mwili wako ukawa autaki, pengine una uchovu, pengine umri unakuwa umeenda sana, au pengine ni mazoea tu, wewe mwenyewe umeamua tu, umejizoesha kufanya labda kwa siku mara moja, ni hivyo. Kwa hiyo haimaanishi kwamba eti ukifanya kwa siku mara moja ukaridhika kwamba eti una nguvu au vipi hapana kwa hiyo mtu alituuliza swali kwa hiyo tukaona ngoja tuende na hii ni iwe episode ya tisa lakini tutaendelea na mada zetu kama kawaida na pia unaambiwa kwamba yani, hakuna hakuna limit hakuna limit inategemea na mwili wako ni wewe unataka nini mwili wako pengine matamanio yako wewe umeridhika kwa kiasi fulani au hujaridhika kwa kiasi fulani au unapenda kufanya mfululizo day by day, kwa hiyo ni hivyo. Hii hapa ni Afya Cast na hii hapa ni Brain Ujazo Podcast. Chao.